ACT Wazalendo shusha tanga safari. Jina langu naitwa Abdallah Ali Abdallah, ni kwa mgombea wa wakilishi jimbo la Jangombe. Kwa hiyo nitaelezea yale ambayo nimeyashuhudia mimi siku ya tarehe 28 na siku ya tarehe 29 dakika zangu tano nitatumia tatu au nne. Dakika moja atatumia huyu wakala wangu, naomba naye aseme chochote, kwa sababu naye kuna kazi ya aliipata. Kwa hiyo awali ya yote sina sinabudi namshukuru Mwenyezi Mungu kujalia afya njema na kuwa hapa leo kuelezea ile kazi, lakini tunamtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo la kwanza ni kuhusu tarehe ishirini na nane mimi mwenyewe kama mgombea jimbo la Jang'ombe, kwa mujibu wa taratibu za uchaguzi, ni kituo ambacho wanapiga kura polisi wote walokuwepo wa, wa Unguja, ambayo inakubalika toka miaka iliyopita. Polisi wote wanapiga kura Jang'ombe. Kwa hiyo mi mwenyewe nawajua wale jamaa, nshakaa nao sana. Niliamua siku ile kukaa sana katika maeneo yale ya Jang'ombe yenyewe kama Jang'ombe, lakini Kidongo Chekundu pamoja na Kwaalinato. Kwa hiyo asubuhi mapema sana, polisi kama kawaida walikuja na baadhi ya raia kuja kupiga kura, wakaanza utaratibu kama ulivyoanza au unavyotakiwa kuanza. Wakafungua maboksi, tukaoneshwa yako matupu. Tukaanza kufika kama dakika kumi tu, kumi na tano ule utaratibu ukaanza kuvurugika, kwa sababu kwanza haji mtu mmoja, akaitwa jina au akaoneshwa wale mawakala, kama huyu fulani bin fulani na kitambulisho hichi wanaingia zaidi ya saba pale kwenye. Kwa hiyo yule wakala wetu mmoja maanake, kila kituo tulitakiwa tuna mawakala wawili, kila kichumba tuna mawakala wawili wazeki na neki, lakini walikataa, wakimweka waneki ndani ya chumba, wazeki anatolewa. Na hiyo ilikuwa ni programu maalum ambao wenyewe washaiandaa, lakini baada ya kufuatilia tuligundua kwamba mlikuwa mna mawakala wamewaweka kwa niaba ya ACT bila sisi wenyewe kujua, kwa hiyo ukilalamika unaweza kuwambiwa tu yuma wakala wenu, lakini humjui we, na ukisema huyu sio wetu hakubali kumtoa. Kwa hiyo tulichokiona ni kwamba polisi walikuwa wanakuja pale kutumia vitambulisho ambavyo si vyao. Kulikuwa kuna sergeant mmoja wa polisi, yeye ndio aliwekwa kama ajenti wa kutoa vitambulisho na kuwakabizi wale ambao wanakuja. Mi nilimfuatilia mpaka nikambaini na nikamwambia incharge wa kituo kwamba huyu bwana ana vitambulisho anatoa ambavyo sio vya wahusika. Kwa hiyo tulikuwa ndani ya zoezi mpaka around ya saa nane. Saa nane alikuja mtoto wa dada yangu ambaye ni marehemu, naye ni polisi. Baada ya kuja akanisalimia na nini, akapewa kitambulisho. Kwa sababu namjua mimi, niliamua kumfuata yeye, bila yeye mwenyewe kujua. Kwa hiyo alipokwenda kwenye chumba kile namba tano akaitwa jina ambalo si jina lake. Mi nikamwacha kwanza mpaka ile evidence apewe zile karatasi, nikamwambia bwana, mhusika huyu sio jina lake na ushampa hizo kura. Ah, haya, kuhusu wewe chukua fomu. Nikamwambia si utaratibu wa kuchukua fomu, tunatakiwa tuzuie kosa kwanza kabla halijatendeka, na huyu tayari mshampa hizo karatasi. Hiyo ilikuwa raundi ya saa nane. Kwa hiyo wakampa kura akapiga. Sasa kabla ya kufikia hatua hiyo, majira ya saa nne tano zilikuja mabasi ya jeshi matatu na magari yale mengine ya wazi makubwa, ambayo jeshi hawatakiwi kupiga kura katika kituo cha Jangombe au jimbo la Jangombe. Mimi nikampata afisa wa uchaguzi wa wilaya ambaye ni Bi Sofia alikuwa yupo, nikamwambia Bi Sofia, mnafanya nini? Hawa majeshi hawapo katika ile jimbo, inakuwaje wanapiga kura? Akanambia inawezekana hawa wamefanya uhamisho. Nikamwambia we ni afisa wa uchaguzi wa wilaya Unanambia inawezekana manake, wewe mwenyewe hujui au huna utaratibu wa kujua kamba hawa wastahili kupiga kura hapa. Tukazozana, akachukua gari akaondoka. Kwa hiyo nikamkamata yule afisa wa kituo yule mwanamke, nikamwambia hawa majeshi ikisha wanakuja na silaha, na sheria haitakiwa na silaha ndani ya kituo. Afisa wao mmoja wa jeshi akatoa amri wale wenye silaha wakanje, lakini lezoezi likafanyika vurugumeshi. Sasa yule ambaye nilimkamata kama mwanangu nilivyomzuia baada ya kubainika kwamba namjua na, na lile alilifanya ni kosa. Yule afisa wa uchaguzi wa jimbo lile ambaye anaitwa Rahma alizuia uchaguzi pale pale kuanzia saa nane, akasema kura zimetosha nilizopewa za kupiga kura hapa zimeisha. Kwa hiyo nilichomwambia kwa nini zinaisha na hapa wapiga kura umesema ni elfu moja mia moja na themanini. Lakini waliopiga kura hawajesha, kura zimekwisha, inakuwaje? Kwa hiyo zoezi likakatwa raundi ya saa nane ya kura ya mapema. Kwa hiyo wale wale ambao walipiga kura ya mapema hawakuwa na access ya kutiwa wino, kulikuwa kuna ile maka peni wanapakwa, wengine hawapakwi, wanaenda zao siku ya pili. Sasa tarehe 29 siku ya pili ilipofika tu asubuhi, nikamwambia uliafuta uchaguzi.